Tukiongelea hali ya usalama, hali ya usalama nadhani wote tunaona sasa hivi hali ya usalama imekuwa ina utulivu mkubwa, na tayari serikali katika kuendelea kuboresha, mnaweza mkapita kwenye barabara mbalimbali, mnaweza mkaona sasa hivi kumeanza kufungwa kamera e. Yote hiyo ni sehemu ya kuimarisha usalama wa raia, kwa sababu chama chetu kinajali utu. Unapoongelea utu ni pamoja na usalama wa kila mtu, haki ya kuishi na haki ya kumiliki mali ndio maana naona tumeboresha sana kwenye swala hilo la, la ulinzi na usalama A, lakini kubwa kwenye swala tuanze na miradi ya, ya, ya miundombinu. Ndugu zangu, wote tunakumbuka wakati Daktari Samia Suluhu Hassan anakabidhiwa mamlaka ya urais, katika moja ya vitu alivyokuta tayari vimeanza mojawapo ilikuwa ni mji wa serikali Dodoma na wote tunakumbuka mji wa serikali wakati anakabidhiwa ulikuwa na nyumba ndogo ndogo za wizara zote 27, lakini baada ya ye kukabidhiwa amejenga pale ghorofa ishirini na saba za wizara ambazo imetumika zaidi ya bilioni sita. Naamini zaidi ya bilioni 6 ujenzi wa majengo ya ghorofa ya wizara pale katika mji wa serikali. Na wote ni mashahidi, tumeona ule mji sasa umebadilika kutoka majengo ya kawaida na kuwa majengo ya ghorofa. Hali kadhalika uwanja wa ndege wa kisasa wa Msalato, wote tunakumbuka wakati anaingia uwanja wa ndege ule ulikuwa ndiyo kwanza unaanza ujenzi, lakini sasa hivi uwanja ule upo katika hatua za mwisho, na utakapokamilika uwanja ule tunategemea utakuwa unahudumia watu zaidi ya elfu hamsini kwa hiyo ni jambo la kihistoria kwenye mji wetu wa Dodoma, na uwanja ule utakapokamilika, utakuwa umetumia bilioni 360. Hizi zote ni pesa ambazo zimetekelezwa ndani ya kipindi cha Daktari Samia. Lakini tunakumbuka wakati huo wa Daktari Samia, ndani ya miaka minne alikutana na mradi wa wa barabara ya mzunguko ya kilometa 112.3. Barabara hii tunategemea mwezi Desemba tayari barabara hii itaanza kutumiwa, na barabara hii imeshatumia itakuwa imekamilika, budget kwa matumizi ya pesa ni bilioni mia mbili na ishirini na tatu. Hii miradi yote tunayoongelea ni miradi ambayo imetekelezwa ndani ya miaka minne ya awamu ya Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini tuna barabara ya Ntiuka kuanzia hapa hapa <coughs> Kilimani kwenda Ntiuka ni kilomita 8.6 ambayo barabara hii imetumia bilioni 11.4 na ipo katika hatua ya mwisho. Tunategemea pia Disemba nayo itaanza kutumika. Hali kadhalika tuna barabara kongwe ambayo inaita Kongwe barabara, imekuwa ni ya muda mrefu imekuwa ikinungunikiwa sana na ndugu zetu, hususan wanaoishi maeneo ya Ombolo. Tayari barabara hii hatua zote za upembuzi yakinifu zimeshakamilika na hivi sasa barabara ya ihumwa omboro ipo katika hatua ya kibajeti. Kwa hiyo tunategemea bajeti inayokuja barabara ya ihumwa omboro nayo itaingia katika katika bajeti kwa ajili ya kuanza ujenzi wa barabara hiyo.